Kiwango cha zawadi ni kizuri sana na kiwango cha zawadi ni kikubwa, maana tangu niseme, nianze kucheza sijawahi kukutana na ligi kama hii na sijawahi kucheza ligi kama hii. Kiwango ni kizuri sana kwamba tumekuja kushindana ili tutafute pointi tatu, e, maana hakuna mtu ambaye anacheza kwamba labda akaangalia kwamba akaja kwa, kwa kushindwa, ila tunacheza ili kusudi tut, tutafute hicho ambacho kipo mbele yetu. Sisi kama klabu au wilaya hii ya Kongwa tumefurahi sana kuwepo na ligi ambayo imeanzishwa na Elias ndao, tuna furahi sana kwa sababu hajai kuanza ligi ya namna hii kwa sababu ligi ni aira kubwa kidogo na watu wameamka sana baada ya kuona dau lililowekwa mezani. Umeona dau ni kubwa sana, kwa hiyo watu wameamka. Na vijana siku hizi tumekuwa kama ndio sehemu yetu ya furaha, kuja kujiunga na hii ligi, kufurahia burudani ya mpira, kukuza vipaji na vitu kama hivyo tumsikilize mratibu wa michuano hiyo akibainisha zaidi. Mshindi wa kwanza milioni mbili, mshindi wa pili milioni moja na laki tano, mshindi wa tatu milioni moja. Laki tano iliyobakia imegawanyika: timu bora, mashabiki bora, golikipa bora, mfungaji bora, mtendaji wa kijiji bora, mtendaji wa kata bora na mwenyekiti wa kijiji bora. Timu ziko ishirini na nne. Tumekaribisha wilaya ya Kongwa, lakini kata tofauti tofauti. Kata ya Chitego tuna timu mbili zinatoka Chitego, ambayo ni Chitego Site na Super Mkongoto. Meneja wa ligi hiyo mwalimu Santos Magesa naye alikuwa na haya ya kueleza. Ni kwamba kuanzisha ligi hii ni fursa kwa vijana kuweza kupata ajira na moja ya mikakati ambayo tulikuwa tumewekeana na ndugu Elias, mojawapo ilikuwa ni jambo kubwa sana la kuweka katika kanda hii eh, Sport Academy ambayo itajulikana kama Elias Sport Academy. Na mpaka sasa hivi timu 28 zinazoshiriki kutoka Kibaigwa na kutoka kata ya karibia kumi na nane katika wilaya hii ya Kongwa limeshirikisha timu nyingi, na utaratibu uko vizuri na mipango iko vizuri. Tukiwa viwanjani, tulipata nafasi ya kuzungumza na mashabiki mbalimbali mbali. Kuhusiana na ligi hiyo, sisi wanalolini imetuletea sifa nzuri, kwa sababu watu mbalimbali wanakuja kutembelea hapa. Hapo vile kuna vipaji vinavyotokea hapa ametufanya hapa tulipo, tumekuwa tunakuja, tunapata burudani, tunajifundisha mengi kupitia soka na uhakika kwamba tunakokwenda tutafika mbali. Tunashukuru kwanza, kaleta waandishi wa habari, atujawahi kuona ligi ya mchangani yoyote ina waandishi wa habari. Bwana Elias Financial Company, popote pale ulipo, salute kwanza katika kanda yetu ya Zoisa. Hatujawahi kupata mfadhili wa kuweka kuanzia milioni tano. Huwa tunapata laki saba, imezidi sana milioni na laki tano. Kwa mfadhili huu amejitahidi sana, kwa sababu tayari ametokea paunti. Hatujawahi ku, ku, haya, ya milioni tano, haya hajawahi kufanyika mashindano kanda hii ya milioni tano. Tuwasikilize wadhamini wa ligi hii. Mipanga na chama cha mpira kikatueleza kaanzisha ligi ambayo ina ina zawadi za aina tofauti, kwa sababu sisi ligi tuliyoanzisha kwamba kila timu inayoshiriki itapatiwa mpira. Kila timu inayoshiriki mbali na kupatiwa mpira, vilevile kuna zawadi za mwisho, kutakuwa na mchezaji bora, mfungaji bora, lakini zile timu zitakazofika kumi na sita bora, kuna kitu kingine zitaongezewa, ambapo shabaha yetu hii ligi iendelee kwa miaka yote, itakuwa inaenda, tutatanua kwenye maeneo mengine, lakini hii ni upande mmoja. Tunafikiria kuanzisha jambo lingine kama tawarsha ambayo itahusisha ita upande wa uh, wanawake watapata semina ya ujasiriamali, tutaenda tutagusa makundi mengine, kwa sababu sisi lengo letu tunatamani tuguse kila sehemu.